hyo uh, so yeah. Okay, uh, think... and... guys, asilimia kubwa ya watu waliofanya ya surgery za kuongeza mashepu shepu zao zinatoa harufu zinanuka, siwakisha so, fanywa surgery ya kuongezea yaya shepu, waga wanawekewa drainage ni mirija ambayo inatoa damu pamoja na fluid ambayo inatoka kwenye hayo mashepo yaliyoongezewa. Ile fluid inakuwaga ina harufu fulani hivi kama kameoza so, ile fluid baada ya muda uga inaisha, then wanatoa hiyo mirija, alafu process ya kupona inaendelea. Mwingine akisha pona, shepu yake inakaa vizuri, and then anakaa tu vizuri, hanuki. Ila kuna hawa ambao wanafanya low budget surgery, jamani, ile harufu inakuwaga haiishi, yani inaendelea inaongezea. Na mtu kama huyo akikaa karibu yako then akasimama Yani utasikia harufu kama kama samaki aliyooza. So ushauri wa bule, kama una hela ya kufanya sajari, acha usifanye, sio lazima. Nenda kafanya mazoezi, fanya diet inatosha.